Bismillahi rrahmani rrahim alhamdulilahi rabilalamin wassalatu wassalamu ala sayidina wa rasulillah wala wa alihi wa sahbihi wamanwalah amma baad. Naam, tukiendelea n na madarasa haya ya sera, tumefika katika mafunzo tunayopata, ma masomo tunayosoma katika vita eh, hivi vya Uhud na tumetaja mafunzo kadhaa. Tutaendelea moja kwa moja eh, miongoni mwa mafunzo na ndio itakuwa labda ni katika mafunzo muhimu zaidi Yeah. Ni namna vita vilivyoenda. Vita vilivyoenda ni kuwa Waislamu kwanza walikuwa wakipata ushindi kisha, uh, baada ya yale makosa yale wale masahaba waliokuwa juu ya jabali, Waislamu wakafanya nini? Wakaanza sasa kushindwa. Walikuwa waondo washinda yani, waonekana kuwa wale Makureshi wakimbia, waondo waenda zao maskini wa, eh, wamelemewa yani kivita. Uh, lakini hapa jambo muhimu likatokea walipo khalifu amri ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam Eh yeah. walipo enda kinyume na matakwa ya Bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ingawa wale wa waliokosea wa Inga wa ni kidogo, wale waislamu waliokosea ni kidogo. Eh yeah. walipo feli tu, walipo khalifu amri ya Bwana mtume sallallahu alaihi wa wa alihi wasallam wa wa wa hapo hapo vita vikabadilika. Eh yeah. yani kiba, utasema yaani kwa Kiswahili kibao kikageuzwa, ikawa sasa Waislamu ndio wako chini Waislamu ndio wauawa, Waislamu waonekana khalas, kama ambao wafanya nini, wameshindwa. Angalia hapa somo tunalopata muhimu sana kuwa <laughs> hakuna nusra isipokuwa kwa kwenda na amri ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hakuna kupata ushindi isipokuwa kwa kushikamana na amri eh, awamiri za Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manake hapa jambo muhimu lau, waislamu wangeshinda pamoja na kuwa wamemkhalifu Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wangeonaje Wangeona haina neno, hata tukamkhalifu huyu mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bado sisi tupata ushindi madamu sisi ni Waislamu? La hasha wa kalla, tuwafundishwa hapa, ilikuwa funzo muhimu sana mpaka tukasema, baadhi ya maulama wanasema kihakika walishinda Waislamu hata kama dhahiri yake ni kwa wengi waliuawa, lakini kihakika walifanya nini? Walishinda. Kwa sababu gani? Walijua eh, huyu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa tukimkhalifu basi hatutopata ushindi hatutofanya nini? Hatutopata ushindi, hatutopata pepo, hatutopata radhi za Mwenyezi Mwenyezi Mungu jalla jalalu. Basi Mwenyezi Mungu akawafanya wapate yaani, yatuki ya yatokee yale yaliyotokea, yale matukio yaliyotokea, wakapata tabu, wakauawa, waka, waka, waka, waka, wengi maskini katika maswahaba kwa sababu gani? Aa, wapate funzo bwana, e, huyu Muhammad, bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, muki mkhalifu hamupati ushindi, muki mkhalifu amupati ushindi. Halas, maneno yamekwisha. Hakuna yeyote atakayemkhalifu huyu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam isipokuwa hapati ushindi, atashindwa kwa jambo lolote atakalo nini, atakalofanya. Na hili ni muhimu sana ukija ukilitaamal eh? Maanake kama tulivyosema, angeshinda, ingekuwa sasa tu- tuachukua jambo kwa uwepesi, tunasema aina neno bwana tulimkhalifu bwana mtume lakini tukashinda sisi Waislamu bwana. Sisi Waislamu sisi, sisi ndo tumetaguliwa la, la, la, la, la! Hakuna nusra hakuna kushinda hakuna kuokolewa isipokuwa kwa kumtii nani? Bwana mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Na jingine eh, eh, ambalo tulisoma ni kuwa hili kosa, kama tulivyosema eh, lilitokea kutoka kwa watu kidogo sana, watu chini ya hamsini. Hawa waislamu takriban tulikuwa wangapi? Tulikuwa mia saba katika vita vya Uhud. Yeah. Walikosea ni watu wangapi? Watu kidogo, chini ya watu hamsini, hawafiki hata watu sitini, yani maana bwana mtume aliweka takriban watu, watu, watu hamsini uh, uh, yani. Pale watu kumi walibaki lakini arobaini takriban wakafanya nini, wakashuka lile jabali. Sasa angalia, hebu tufahamu hapa, hawa walioshuka uh, ni watu 40 tu au chini ya 40 wamehalifu amri ya bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam, lakini kuhalifu kwao Mwenyezi Mungu akajilia, natija ikaonekana kwa Waislamu wote Lilasaf natija ikaonekana kwa Waislamu wote eh, kushindwa kukaonekana kwa Waislamu wote, ile result ikawa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam apigwe, eh, atolewe damu aangushwe, eh, eh, apasuliwe uso wake, meno yavundike, haya yote na Waislamu wengi wauliwe, ammi yake auawe, eh, akatwe katwe, afanywe tamthili. Yani tamthili ni kuwa apasuliwe pasuliwe, waliadhu billah. Haya yote haya yote ni natija ya watu wangapi? natija ya wachache katika Waislamu, si natija ya wote. Sasa tuangalie sisi, kama Waislamu sisi katika zama zetu, ni makosa mangapi tuyafanya? eh? ni mangapi sisi twafanya katika yani, kumasi Mwenyezi Mungu jalla jalalu eh? Mbona natija isirudi kwetu, tuonekane kuwa sisi hatuna uwezo, tuonekane twadhulumiwa katika sehemu zingine, Waislamu wauawa sehemu zingine, kwa sababu gani? Kwa ajili ya madhambi yetu, kwa ajili ya madhambi yetu. Sisi eh, lil asafi huketi tukalaumu wengine eh, yani, blame game, sisi huketi aa ah, ah, bwana yule kadha wale kadha hawa nkadha eh, hatujiangalii wenyewe. Je, sisi tumesimamisha awamir za Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu jalla jalalu eh, tumezisimamisha kama zinavyostahili eh? Mwenyezi Mungu atuambia msile riba, sisi wa kwanza twala riba. Mwenyezi Mungu atuambia msisengenye, sisi twasengenya, tena juu ya hapo twasengenya <laughs> subhanal khaliq twasengenya eh, na twafanya twa taberir yani twajijustify twa, twa, twa, oh, mimi sisengenyi bwana, lakini mkweli yule analo lile jambo, hakuna kuwa analo ama hana, Mwenyezi Mungu ametukataza Mwenyezi Mungu amefanya nini ametukataza eh? Utaona mtu yadanganya eh? Twadanganya sisi kama Waislamu eh twapigana vita sisi kwa sisi twakata kizazi eh? Mandugu hawaelewani eh? Sisi kwa sisi hatuelewani, sisi ndio twatumia mihadarati sana eh? Sasa vipi natija isionekane katika jamii zetu? Aa, lazima itakuwa hakuna nusra katika jamii zetu. Lazima itakuwa sisi Waislamu ndio tuwadhulumiwa kwa sababu gani? Kwa ajili <laughs> si ati wachache ndo wanafanya makosa, bali wingi ndio tunafanya makosa. Jamii zetu watu wengi hawaswali lilasafi. Eh, sasa tutataka nusra vipi ikiwa sisi hatuswali? Vipi tutataka nusra, vipi tutataka peace? Vipi tutataka yani amani katika jamii zetu, vipi tutataka amani katika majumba yetu na sisi wenyewe hatuswali, sisi wenyewe hatufungi sawa sawa, sisi tutukanana sisi kwa sisi. Aa, sasa hiyale makosa madu madogo eh, kosa dogo sana katika vita vya Uhudi lilitokea likabadilisha hali ya vita. Na sisi hali zetu ni kuwa makosa si madogo, kihakika makosa ni mengi. Kwa hivyo tujue bwana, ikiwa eh, sisi tutaendelea kuishi hivi hivi kwa makosa, kumhalifu kuhalifu amri za bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, eh, kuhalifu sheria ya Mwenyezi Mungu jalla jalalu, basi hatutoweza kupata nusra na tusije tukalalamika. Sisi kila mtu ajaribu kujisuluhisha hali yake ili Mwenyezi Mungu alete nusra yake. Kisha pia katika e, mambo yaliyotokea ni ile kuenezwa yani kiurongo kimakosa, kuwa ati bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliuawa. Kuna hikma gani hapa? Kwa hakika, e, hapa kuna hikma adhimu sana sana sana, na itakuja kuonekana wakati ambao Mwenyezi Mungu atamhitari mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itakuja kudhihirika wazi zaidi. Lakini kiufupi tu ni kuwa hapa ilipotokea wale maswahaba walitingika waliogopa wakachanganyikiwa, maskini maswahaba, manake yani hey, hawakuweza kutasawar yani kuishi bila bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi washamzoea, shida zote wao wakaenda kwa bwana mtume, kila kitu wao mtegemea bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa bwana mtume, ile habari kuenezwa yani ikawa ni jambo kubwa, kuwa mtume amefanya nini, ameuliwa. Hawakuweza kuimagine kuishi bila nani, bila mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa hapa, jambo tunalopata ama hikma iliyokuwa ni kuwa ikija ikitokea kihakika vipi tunavyofaa kureact, ndo sasa Mwenyezi Mungu akafanya eh, ni katika hikma ya tukio kama hili. Kwa nini ienezwe? Eh, kwa nini ienezwe habari kama hii kwa ati bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameulizwa eh, ili bwana, ili Mwenyezi Mungu jalla jalalu apate kututanabahisha kuwa wa ma muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata au kutila inqalabtum ala aqabikum wman eh, yanqalib ala aqibaihi falan yadurra llah shay'a wasayajzi llah shakirin, asema Mwenyezi Mungu, na huyu Muhammadi hakuwa isipokuwa ni mtume tu eh? kad khalat min qablihi ar rusul, kumekuja kumepita mitume kabla yake eh? afa imata au kutila nqalabtum ala aqabikum, je, huyu Muhammadi akifa ama akiuwawa eh? mutageuka mugeuke hali yenu, yani mutakuwa makafiri eh? Na Mwenyezi Mungu akamaliza akaendelea ni kusema kuwa hata mkigeuka, hata mtu yote akibadilisha dini yake, haya hayamdhuru Allah jalla jalaluhu, hayamdhuru Allah kamwe kabisa, hayamdhuru chochote eh. Almuhim ni kuwa hii tukio hili ndio litakuja litasaidia baadaye, manake aya hii ataitamka Saidina Abubakar, ah, ndo wale waislamu wakati huo, yani baada ya bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam kufariki watarudi katika hali zao za kawaida, yani wata Kweli hili ni tukio lilikuwa Mwenyezi Mungu ashaliashiria muda mw, yani, e, e, ama miaka kadhaa iliyopita, na ile ruub na ile hofu ya kumpoteza bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikafanya nini, nikapotea naam, kama itakavyokuja katika madarasa hayo, yani mwisho mwisho wa maisha ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, kuna e, baadhi ya mambo ama baadhi ya mafunzo yamebakia, inshallah tutaangalia katika madarasa yanayokuja. Sallallahu alaihi saidna Muhammad an-nabiyul al al ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah awwalan wa akhira.